ETTI chuo cha mafunzo ya ufundi iliyo kaunti ya Turukana mjini Lodwa iliandaa zoezi la uchaguzi wa viongozi wa wanafunzi iliyohansa saa nne asubuhi siku ya Ijumaa tarehe kumi na saba mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Makamishna wa tume huru ya uchaguzi kutoka katika chama cha wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu vya Turukana almaarufu Tukusa, kama vile Ekitela Joshua pamoja na walimu wa chuo hicho walikuwa tayari kuhakikisha kwamba uchaguzi ni wazi na wa haki. Wanafunzi walijokeza ili kupiga kuchagua viongozi wanaoona ya kwamba watasikia sauti zao na kupeleka mbele malengo ya chuo. Kulikuwa na nafasi nne za kuwania, ambazo ni kama vile waziri wa burudani, waziri wa michezo, katibu mkuu na rais wa shule. Baada ya masaa takriban manne, hesabu za kutafuta washindi ikawadia. Kennedy Yekeno akashinda kuwa waziri wa burudani. Ekidor akaibuka kuwa waziri wa michezo. Katibu mkuu akawa ni Godfrey Kunyuk, na kisha rais wa shule akawa ni Nation Lomuria. Helbas Ewoi ambaye ni rais wa Tukusa alikuwa amehudhuria kushuhudia zoezi hilo la uchaguzi, alikuwa na haya ya kusema. Leadership is a lonely path If this road was for everyone we would have heard. Out of 277 voters we had today, tungekuwa na watu 77 ambao wanasimama. It takes courage, it takes faith, it takes determination and boldness for someone to show up and fight. So mimi nawashukuru kwa kunipa time nzuri, tumewazomea results yenu mlikomna shangilia vizuri. Ashkuru sana kwa hii nafasi ambayo pia shule ya ETTI ilitupea, mkuja hapa kama observers and take part in this election.

Niwaambie karibuni tufanya kazi sasa, kujeni yeah, mnisaidie kazi. Mimi nimerudi kufanya na nyinyi kazi hapa ground, si ndio? Mm, nataka tusaidiane kufanya kazi ya wanafunzi. Ni wewe ndio unajua kitu inafanyika hapa ETTI. Uniambie prezo, kuna mambo inafanyika mbaya kuja ama mzuri. Usiniite kwa mabaya peke yake, hata mazuri. Ile wakati umechinja mbuzi amniiti <laughs> ile wakati wao <wada> wamefukuza registration ndio naitwa <laughs> <Kilo> <laughs> kwa nini Steven, nakuwa nikiripotia katika runinga Ikoba TV, shule ya ETTI High, mjini Lodwar, Turkana ya kati. Shukran.